Naomba niendelee kutafsiri kitabu chetu cha Ilani ya Chama cha Mapinduzi kinachoenda kutafsiri maendeleo ya 25 30. Katika kitabu hiki hapa kuna ujenzi wa skimu ya umwagiliaji. Ndugu zangu wananchi, tunatambua sasa hivi mazao bora yanaweza kupatikana kupitia umwagiliaji. Hapa Ngadinda au Gumbilo kata yetu tunayo skimu hiyo ya kuweza kufanya watu walime kilimo cha umwagiliaji. CCM oyee! Ndugu zangu mambo hapa Ngadinda yako mengi, tukianza kuongea yote itafika mpaka asubuhi. Naomba niwambie kitabu hiki kinaendelea kunielekeza kwamba tunayo matrekta matre manne matrekta manne kwa ajili ya kufanya kazi ya kilimo, lakini pia tunazo pawatila nne ambazo tutakuwa tunashughulikia tuna mambo ya kilimo. Pawatila ipo badala ya trekta. Naomba nikwambie zipo kwenye kata yetu. Naomba mtuchague kwa kula nyingi za kutosha ili twende tukasimamie kupatikana hayo matrekta, kupatikana hizo power tiller, ili wakulima waweze kwenda kulima kwa gharama nafuu mashamba yao, na ndio maendeleo tunayoyatafuta. CCM oyee!